Kwa ukarimu wake wote nitakipokea kikombe cha wokovu na kulitangaza jina la Bwana. Ni Zaburi hiyo ya mia moja kumi na sita aya ya kumi na mbili hadi ya kumi na tatu. Unajua, maandiko yanatukumbusha kwamba sisi ni marehemu watarajiwa, yaani tunapotembea hivi tunatembea tukiwa na miili ya kifo cha bwana wetu Yesu Kristo, ya kuuawa kwake, kama tunavyosoma waraka wa pili wa mtume Paulo kwa Wakorinto sura ya nne aya ya saba mpaka ya kumi na tano Kusoma hapo eh, aya ya kumi na mbili ya kumi na tatu hasa na kumi na tano tunasikia tunaambiwa kwamba sisi tunatembea na mwili wa kifo, kifo hivi mwili wa kuuawa kwa bwana wetu Yesu Kristo ili ule uzima wa Kristo, ufufuko wake, uwepo wake leo udhihirike katika miili yetu. Kwa hiyo huo, usishangae au usiogope kuitwa marehemu mtarajiwa. Sisi wote tunatembea hivyo na kifo hicho e, cha bwana wetu Yesu Kristo. Kwa hiyo tunachotakiwa ni kuitumia hii miili yetu kama anavyosema Mtume Paulo wa waraka wake kwa Wakorinto sura ya sita aya ya 18 hadi 20. ile aya ya 20 anasema tumenunuliwa kwa thamani hivyo tuitumie miili katika kumtukuza Bwana. Sasa Bwana wetu Yesu Kristo alisemaje hii miili yetu inapotudanganya? Ukisoma Injili ya Matayo sura ya tano aya ya ishirini na saba hadi ya thelathini na mbili tunaambiwa kwamba eh, Kristo anasema mlisikia kwamba usizini, lakini mimi nawaambia kwamba hata ukimwangalia tu mwanamke wa jicho la busuda umekwisha zini naye, au ukimwangalia mwanaume kwa jicho la usuda yani kwamba unamtamani hata kama hujasema. Ndio maana katika kanisa Katoliki tunasikia mtu unaambiwa, nimekosa mimi, nimekosa mimi, nimekosa sana, nimekosa kwa mawazo, nimekosa kwa maneno, nimekosa pia kwa matendo. Kwa hiyo utakosaje kwa mawazo? Utakosa kwa mawazo pale ambapo unakuwa umeenda mbali pa kufikia maamuzi Eh? Pengine hata kile kitendo kama ni dhambi hujaitenda. Lakini kwa sababu moyoni ulishaamua. Eh, wangapi unajua wanaume ananielewa eh nikisema hilo? Lakini pia hata wanawake, mtu anasema moyoni kwamba la, nikija nikimpata huyu yuko siku, nikija nikimpata, ah, yani hapo kwa kweli Mungu tu anisamehe. Yaani umeshaamua kwamba nikija nikimpata labda nitazini naye, eh. Kwa hiyo tayari umeshaamua kwa mawazo, kwa sababu mchi wa katikati tunaambiwa mwanadamu amepewa uwezo wa kufikiri, kusema, kuamua na kutenda. Mti wa katikati ni maamuzi, yaani ukiwa umeamua kutenda dhambi, hata kama hujasema, umekosa kwa mawazo. Ukisema umekosa na kwa maneno, ukitenda kabisa, umekosa kwa matendo. Sasa Kristo anasema sasa, ukigundua kwamba labda jicho linakusababisha utende dhambi, ng'oa, tupa kule Ukigundua labda ni masikio, labda ni mikono hii, labda ni miguu inakusababisha tenda dhambi, anasema kata, tupa kule. Bora uingie mbinguni chongo na jicho moja, lakini unaenda mbinguni, au kigutu na kamkono kamoja hivi, lakini unaenda mbinguni, au kiwete kabisa, unaenda unajivuta unajivuta lakini unaenda mbinguni, kuliko na macho yako mawili na mikono yako miwili na miguu yako miwili unaenda kuzimu, unaenda jehanamu, unaenda kwenye moto wa milele. Kwa sababu hiyo, tujiangalie, kwa sababu tunatembea na mwili wa kuuawa kwa bwana wetu Yesu Kristo, kama marehemu watarajiwa. Hujui siku wala saa, kwa hiyo jiandae, hakikisha kwamba yale yani makando kando ya dhambi ambayo yanakusababisha utende dhambi, kata tupa kule hata mahusiano, unaishi na mchepuko, unaishi na, na na na na mwanaume au mwanamke bila kufunga ndoa, rekebisha hiyo. Maanake unatembea na kifo, siku kifa utazikwa na nani? Utembelewe, kwa sababu wewe unakuwa umejitenga kanisa, umeutenga mwili wa Kristo. Kwa hiyo tujitahidi tuishi vizuri, tufuate hayo maelekezo, ili kwanza tusiumizane, eh. Ukisema waraka ule wa pili tupoa kwa Korinto, sura ya nne, haya, ya nne aya soma mpaka ya kumi na tano, anasema, tunakuta nasi tunateseka, wengi tunateseka, kuna mateso mengi kwa hiyo yote hayo ni kama msalaba, tunateseka katika familia, tuteseka sehemu za kazi, sehemu za biashara, mambo ya kisiasa, mambo ya kidini, mambo sio, yani, tunapata mateso, lakini hayo mateso yatuimarishe, ili yale tu yanayotufanya tutende yaliyo mema, pamoja na kuteseka kwetu, kama waraka wa pili wa eh, Petro kwa watu wote sura ya tano aya ya sita. Eh, au waraka kwa Ebrania sura ya nne aya ya kwanza na kuendelea au waraka kwa Hibrania sura ya kumi na mbili aya ya kwanza mpaka ya kumi, kwamba ni bora uteseke katika kutenda mema kuliko uteseke kwa sababu we ni mdhambi. Kwa hiyo hiyo ndio message, hiyo ndio ujumbe wa leo kutoka Aminifu TV. Naitwa Pasco Maziku, Aminifu TV, Dar es Salaam.